Naitwa Dr. Festo John Dugange, mbunge wa jimbo la Wanging'ombe na naibu waziri wa nchi Ofisi ya Rais TAMISEMI. Katika kipindi cha miaka minne ya serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, mimi kama mbunge wa jimbo la Wanging'ombe na wananchi wa jimbo la Wanging'ombe, kwa kweli tuna kila sababu ya kumshukuru na kumpongeza sana Mheshimiwa Rais, kwa sababu kwa kweli sisi ametuheshimisha na mimi na zote wanasema tangu jimbo la Wanging'ombe eh, na tangu ardhi ya Wanging'ombe imeumbwa hakuna kipindi ambacho tumepata miradi mingi na mikubwa ya maendeleo kama kipindi cha serikali ya Dkt. Samia Suluhu Hassan. Kwa mfano ni kwambie tu kuanzia mwaka 2021. Mheshimiwa Rais ametupa fedha za kujenga vituo vya afya complete, vituo vya afya kumi na mbili complete. Ametupatia fedha za kujenga zahanati zaidi ya kumi na Ametupatia fedha za kujenga shule za sekondari kumi na moja complete. Ametupatia madarasa mia tano na sitini na mbili. Ametupatia mabwalo manne makubwa katika shule zetu za sekondari. Ametupa fedha za kujenga mabweni, mabweni, karibu kumi na tatu tumejenga katika jimbo la Wanging'ombe ndani ya miaka minne, Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini pia mheshimiwa rais ametuwezesha sana kuongeza idadi ya shule za kidato cha tano na sita wakati mheshimiwa rais anaingia, tukuwa na ingia, shule moja tu ya kidato cha tano na sita, shule ya sekondari ya Wanging'ombe, lakini leo naongea, tuna shule nne za kidato cha tano na sita. Lakini ameendelea kutupatia walimu, watumishi wa sekta ya afya, lakini hospitali ya Halmashauri imejengwa ambayo ina gharimu zaidi ya bilioni 4.5 ndani ya kipindi cha miaka minne. Lakini hii nimeongelea sekta ya afya na elimu, nikiongelea swala la sekta ya barabara na hususan ni barabara ambazo zinasimamiwa na ofisi ya rais Tamisemi kupitia wakala wa barabara vijijini na mijini Tarura, katika jimbo la Wanging'ombe tumepata zaidi ya kilometa mia moja na tisini za changarawe nzuri zinazopitika vizuri. Na jimbo langu mimi ni jimbo kubwa napakana na karibu halmashauri zote za mkoa wa, wa Njombe, lakini pia na halmashauri za mkoa wa Iringa kwa maana ya Mufindi na halmashauri ya mkoa wa Mbeya kwa maana Mbarali. Lakini jimbo lile ni kubwa, barabara ziko vizuri, zinapitika vizuri msimu mzima wa mwaka, wakati wa masika, wakati wa kiangazi. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kumshukuru mheshimiwa rais. Lakini kubwa kuliko, jimbo la Wanging'ombe, moja ya vilio vikubwa ambavyo vilikuwa vinatawala siku nyingi miaka mingi ilikuwa ni changamoto ya maji na hasa kwa tarafa mbili, tarafa ya Mdandu na tarafa ya Wanging'ombe. Lakini mheshimiwa rais ametupatia zaidi ya shilingi bilioni 43 na, na milioni 500 kwa ajili ya ujenzi wa mradi mkubwa wa maji wa miji 28. Mradi ule utakwenda kutumika kuhudumia wananchi wa jimbo la Wanging'ombe kwa zaidi ya miaka 30 bila upungufu wowote, na huko hatua zaidi ya asilimia 45 50 ya utekelezaji wake, na tunatarajia Mwenyezi Mungu wa akijalia Uh, ule mradi utakamilika ifikapo labda Disemba au mapema sana mwaka ujao 2026. Kwa hiyo namshukuru sana mheshimiwa rais kwa kweli, na ametuwezesha jimbo la Wanging'ombe, na mimi kama mbunge nasimama kifua mbele kwa amani na furaha mbele ya wananchi wa jimbo la Wanging'ombe, na kwa dhati kabisa tunaendelea kumpelekea shukrani za dhati mheshimiwa rais. Ametuheshimisha, ametutendea haki, na wana Wanging'ombe siku zote wanasema, kila wiki weekend inakuwa na mikutano ya hadhara, wanasema sisi tunadaiwa na Dr. Samia Suluhu Hassan, tuna deni la kumlipa. Tunajua hatuwezi tukamlipa kwa kazi aliyoifanya, atakayemlipa ni Mwenyezi Mungu, kwa sababu kibinadamu wezi kumlipa eh, kwa mambo makubwa kama hayo aliyoyafanya. Lakini sisi kwa uwezo wetu, Oktoba mwaka huu 2025 tunakwenda kumheshimisha Dr. Samia Suluhu Hassan kwenye boksi la kura, kumwonesha namna ambavyo wanajimbo la Wanging'ombe tuna shukrani, namna ambavyo tunampenda tunamkubali kwa kazi nzuri na kubwa aliyoifanya ya kuleta miradi ya maendeleo kwa kweli tunampongeza. Lakini wa naibu waziri wa nchi ofisi ya rais Tamisemi, niseme tu kidogo mambo yaliyofanyika jimbo la Wanging'ombe yamefanyika nchi nzima katika mashauri zote 184 katika mikoa yote ishirini na sita ukijumlisha na mikoa ya ya Zanzibar karibu mikoa yote 31. Kwa kweli Dr. Samia amefanya kazi kubwa sana, na katika sekta ya afya kwa mfano, ambayo walinipa heshima ya kumsaidia kama naibu waziri uh, moja Mheshimiwa Rais amejenga na kukarabati na kupanua hospitali mia moja na ishirini na tisa za halmashauri, ikumbukwe tuna mashauri 184. tangu uhuru tulikuwa na hospitali hamsini na tano tu ambazo zilikuwa angalau zimekamilika na zinatoa huduma, lakini tulikuwa na halmashauri mia moja na ishirini na tisa ambazo hazina hospitali za halmashauri, na Mheshimiwa Rais ndani ya miaka minne ameweza kujenga na kukarabati hospitali za mashauri 129 kupeleka vifaa tiba vya kisasa na kwa kweli amefanya mapinduzi makubwa sana kwenye sekta ya afya ukienda kwenye vituo vya afya Mheshimiwa Rais amewezesha tumejenga vituo vya afya nchi nzima, zaidi ya vituo 367 vimekamilika, vifaa tiba, watumishi, dawa, vitendanishi vinatoa huduma. Na maboma ya zahanati na zana zimejengwa zaidi ya elfu moja. Kwa hiyo tunasema Mheshimiwa Rais amefanya kazi kubwa. Lakini, amebadilisha kabisa msamiati siku za nyuma katika afya ya msingi kwa maana ngazi ya wilaya kushuka chini. Tulikuwa hatuongelee hatukuwa na msamiati wa majengo ya wagonjwa mahututi intensive care units. Lakini leo tunaongelea katika halmashauri tuna intensive care units. Na tumejenga intensive care units Mheshimiwa Rais atupatia fedha 27. Ziko katika maeneo ya kimkakati. Lakini tuna wakati wa nyuma kumbuke kwamba ilikuwa kitaka ICU services lazima uende hospitali ya rufaa ya kanda au ya mkoa. Lakini leo ziko ndani ya halmashauri. Amejenga majengo ya huduma za afya za dharura emergency medical departments 80 katika maeneo ya kimkakati katika halmashauri. Lakini ametuwezesha pia kuendelea kujenga mitambo ya kuzalisha hewa tiba ya oxygen. Zamani ilikuwa Katavi wanahitaji kupata hewa ya oxygen, lazima waagize Muhimbili Dar es Salaam. Lakini leo kikanda tumejenga mitambo mingi katika ngazi ya mashauri kwa ajili ya kuzalisha hewa tiba ya oxygen. Kwa hiyo hatuna sababu sasa ya mgonjwa kukosa hewa ya tiba oxygen kwamba iko safari gari imekwenda kufuata Dar es Salaam au kuna ukosefu wa hewa tiba oxygen. Tunazalisha pale pale tunapaki pale pale na wagonjwa wetu wanapata matibabu pale. Kwa mheshimiwa rais amefanya kazi kubwa sana kwenye sekta ya afya, kenda uy sekta ya elimu wenyewe mnajua, amejenga shule nyingi za sekondari, amejenga shule nyingi za msingi, shule shikizi, madarasa kwa wingi katika kila shule katika nchi hii. Mheshimiwa rais amegusa na amejenga madarasa, nyumba za walimu, maabara, ofisi, vyoo na maeneo mengine yote ya miundombinu ya sekta ya elimu, lakini kubwa zaidi amejenga shule maalum za wasichana kila mkoa, za shule ishirini na sita za zaidi ya bilioni 4.5 kila shule ambao watoto wetu wa kike kidato cha kwanza hadi cha sita na hususan masomo ya sayansi, wamepata fursa. Kumpa mtoto wa kike fursa nzuri zaidi ya kusoma masomo ya sayansi katika mazingira mazuri, na shule zile ziko very well equipped, zina kila kitu, zina maabara, zina mabweni mazuri, zina vifaa vya maabara, zina walimu, zina nyumba za walimu, zina kila kitu kwa ajili ya watoto wetu. Ukienda barabara za Tarura, mheshimiwa rais ameendelea kuongeza bajeti. Wakati anaingia bajeti ilikuwa bilioni 250 mwaka mmoja baadaye akaipandisha mpaka bilioni mia saba na hamsini three times mara tatu zaidi, lakini leo mwaka huu tunaongelea ni trilioni moja nukta moja tatu kwa hiyo Dr Samia Suluhu Hassan, katika miaka yake hii minne ambayo kwa kweli tuna kila sababu kama watanzania kumlipa shukurani kwa kazi aliyoifanya angalau kwa kumpigia kura. Hatuwezi kumlipa sisi, kwa sababu Mwenyezi Mungu atamlipa. Mimi napenda kusema hiyo, hatuwezi kumlipa kwa kazi kubwa aliyoifanya. Kura ni shukurani tu, lakini hatuwezi tukamlipa. Tuna kila sababu ya kumpa kura za kishindo na za heshima, za kumpa moyo kwamba amefanya kazi kubwa kwa Tanzania na legacy yake haitafutika katika nchi hii. Ataondoka mwaka 2030 lakini atakuwa ameacha legacy itakayoishi vizazi hadi vizazi. Kwa niwape wito wa Tanzania wenzangu lakini wananchi wa jimbo la Wanging'ombe. Sisi Wanging'ombe tuna shaka kwa sababu kwanza sisi ni typical system na miaka yote sisi tunaongoza kura za Chama cha Mapinduzi katika nchi hii jimbo la Wanging'ombe. Na tumhakikishie Mheshimiwa Rais mimi kama mbunge na wananchi wa Wanging'ombe wameshaniambia na kunithibitishia kura zote ni kwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Moja mwisho. Eh, uh, tarehe kumi na nane mwezi wa kwanza mwaka huu, eh, Rais Samia akiwa kama mwenyekiti wa, wa sehemu, uh, taifa Kale, pale ya Jakaya pale, alitoa rai na ndanizo na onyo kwamba kuna wazi, kuna, kuna kwa baadhi ya wanachama walikuwa wanafanya mafujo majimboni. Wanapita majimboni kwenda kufanya fujo kabla ya kampeni kabla ya muda wa chama kuruhusu. Mwaka 2020 baibaywan asante sana kwanza, nashukuru na ni utaratibu wa chama chetu. Chama chetu kina kina katiba kina kanuni kina miongozo kina taratibu. Muda ukifika wa kuanza kampeni, tamko huwa linatolewa kwamba sasa wale watiania eh, milango imefunguliwa, wanaweza wakaanza kuonyesha dhamira zao za kugombea nafasi mbalimbali mbali, diwani ubunge, eh, hata urais kulingana na nafasi zilivyo. Kwa hiyo ni kawaida hasa kwa wale wachache ambao wanakiuka taratibu za chama chetu, basi chama nacho kina macho. Ndo maana Mheshimiwa Rais ambaye ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Taifa alisema kama ulivyosema makamu mwenyekiti Uh, mzee wetu mzee Wasira, amekuwa akisema mara kwa mara na viongozi wote wa chama, katibu mkuu Dr. Emmanuel John Shimbi Balozi amekuwa na anasema. Kwa hiyo tunaamini, eh, na, na mimi tumia nafasi hii tukuendelea kuwapa kuwa, kuwa, kuwa rai wanachama kwamba ni vizuri kufuata katiba, taratibu, kanuni na miongozo ya chama chetu katika mambo hayo. Kuhusu mimi binafsi, sina shaka hata sekunde, sina shaka hata tone eh, usi, siwezi kumhofia kwa sababu najua Uh, niko imara sana na nimefanya kazi kubwa na wananchi wanaelewa na unajua ushindi labda watu wanashindwa kuelewa ushindi sio kuongoza kwenye kura za maoni ushindi ni package ya vitu vingi na hiyo nafikiri wanasisi mara nyingi wanasahau ushindi sio kwamba umeongoza kura za maoni ndio maana inaitwa ni maoni lakini mshindi anakuwa na combination ya factors It's a package ya characters ya sifa, ya mwenendo, ya mambo mengi. Kwa hiyo baada ya kura za maoni hakuna mshindi, anakuwa ni maoni hiyo kwa ni dhana. Muhi, hilo hiyo ni dhana na kwa sababu wala sio mara ya kwanza, wakati wa hayati Magufuli washindi wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano kuendelea, sio mara ya kwanza, na wala sio mara ya kwanza wakati wa mzee Jakaya Mrisho Kikwete, wala sio mara ya kwanza wakati wa mzee Benjamin William Mkapa, wala sio mara ya kwanza wakati wa mzee Mwinyi. Kwa hiyo wanaosema hivyo wamekosa tu hoja, ni ile tu mtu anakosa hoja, basi anajaribu kusema chochote eh, lakini ukweli ni kwamba kura za maoni hazitoi mshindi, zinatoa ma, ma, ma, mtazamo, lakini ushindi ni package ya sifa kadhaa na vigezo kadhaa. Kwa hiyo vile vigezo ndio maana hata kwenye mtihani, hawaangalii mtihani wa mwisho tu. Kwamba mtihani tu wa form 4 final umefaulu. Kuna continuous assessment. Wanaangalia mitihani yako form 1, form 2. Eh, mambo mengi yanakuja kufanya kwamba unakuwa umeperform kiasi gani. Kwa hiyo mimi niko imara sana na wananchi wa Jimbo la Wanging'ombe tuna uhakika na tunaamini kwamba tutashinda kwenye kura za maoni, tutashinda bila shaka na tutashinda uchaguzi mkuu kupitia Chama cha Mapinduzi na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan atapata kura za kishindo. Katika uchaguzi wa Oktoba mwaka huu. Kiboko